na jambo kubwa, kila mmoja katika sisi mbele yake kuna jambo linamsubiri. Jambo hili ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelikariri mara nyingi katika kitabu chake kitukufu, jambo ambalo wengi katika sisi tumeghafilika nalo na wengi katika sisi hatujaliandalia jambo hilo inavyotakikana. Ndugu zangu Waislamu, hakuna shaka kwamba jambo hilo ni mauti. Mauti yanamsubiri kila mtu, kila aliye na roho anasubiriwa na mauti. Mauti, mauti ni kitu ambacho kinampeleka mtu katika kabr na kumwondosha duniani. Maut ndiyo kipambanuzi baina ya nyumba hii ya dunia na nyumba ya akhira. Maut ndiyo kipambanuzi baina ya wakati wa amali na baina ya kulipwa kwa amali. Ndugu zangu wa Islamu, baada bada al maut hakuna nafasi ya kurudi tena duniani. Na kwa upande wa hasanati, kwa upande wa thawabu, hakuna nafasi ya mtu kujizidishia thawabu, na kwa upande wa madhambi pia hakuna nafasi ya kutubia na kutaka istighfar baada ya kufa. Ndugu zangu Waislamu, hakuna shaka kwa mtu yoyote kwamba kila mtu atakufa. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut

Thumma turaddun ila alim lghaibi walshahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ndugu zangu wa Islam, mauti hayapambanui baina ya mtoto na mkubwa, baina ya mwanamume na mwanamke, baina ya kijana na mzee. Na mtu anapokufa anakufa kwa kumalizika umri wake na kumalizika ajali yake ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemwandikia katika tumbo la mama yake. Kila mtu tayari ameshaandikiwa siku yake ya kufa, kila mtu ameshaandikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala umri atakaoishi hapa duniani. Kwa hiyo kila anayekufa iwe ameuawa au ameteketea na moto au ameghariki baharini au mata hatfa amfi, huyu ni kwamba amekufa kwa ajali yake na umri wake uliowekwa na Allah subhanahu wa taala. Yakulu Allah subhanahu wataala

hakuna nafsi yoyote inayokufa isipokuwa kwa idhni ya Allah, kitaba muajjala, maandishi tayari yameshawekwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mauti, ndugu zangu Waislamu, kila mmoja ana uhakika kwamba atakufa. Kila mmoja anatakiwa aiandalie mauti kwa amali njema na kwa tauba arudi kwa Allah subhanahu wa taala kabla hayajamfikia mauti, iwe tayari amejiandaa vizuri kwa jambo hilo la mauti. Ndugu zangu Waislamu, wengi tumeghafilika na mauti. Vipi tunajiandaa na mauti kama bado tuko katika maafia? Vipi tunajiandaa na mauti kama bado tunaendelea na kula riba? Vipi tunajiandaa na mauti kama bado tunaendelea na zinaa? Vipi tunajiandalia mauti kama bado tunaendelea na tembo na kusengenya na urongo na madhambi mengine makubwa? Ndugu zangu wa Islamu, tuna ghafla kubwa, tumepewa ghafla kubwa

Wangapi walikuwa na afya zao wamekufa bila maradhi. wa kam min saqimin asha hina min ad-dahri, wagonjwa wangapi wameishi miaka na miaka hawajafa. Wanaokufa ni watu wenye afya zao wanaotembea mabarabarani na huku wana afya zao. wa kam min sahihin mata min ghairi illa

kujiandaa kwa mauti kwa kufanya tauba, kutubia kwa Allah subhanahu wa taala na kufanya amali njema, kurudi kwa Allah subhanahu wa taala na kufanya amali njema na kuwacha maasiya. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam yaqul

tunatakiwa tukithirishe, mara kwa mara, mara kwa mara, mtu akumbuke mauti mara kwa mara, akumbuke waliokufa. Hii inamuhimiza na kusaidia mtu kurudi kwa Allah na kufanya amali njema. Yaqulu Abu Ali al-Daqaq al-Shafii rahimahullah, yaqul man akthara dhikra al-maut

wa nashatin fil ibada, na kuwa na nashat uchangamfu katika ibada. wa qana'atin fil qalb, na kuwa na qana'a ukinai katika moyo. wa man nasiya al maut uqiba bi thalath, mwenye kusahau mauti anaadhibiwa kwa mambo matatu: bitaswifi tauba wa kasali fil ibada wa adami qana'atin fil qalbi, mwenye kusahau kukumbuka mauti anaadhibiwa kwa mambo haya matatu: kuchelewesha tauba na uvivu katika ibada na kutokinai katika moyo wake. Ndugu zangu Waislamu, ni lazima tukumbuke mauti na Allah subhanahu wa taala ametuelezea katika Qur'an na kutuamrisha kufanya amal

Maneno yetu yanaandikwa, amali zetu zinadhibitiwa na, zi na maneno yetu na vitendo vyetu vinadhibitiwa. Kila tunalofanya, kila tunalosema linadhibitiwa. Yaqulu Allahu subhanahu wa ta'ala: hadha kitabuna yantiqu alaykum bil haq inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun ta hiki kitabu chetu kinakuambieni kwa haq, sisi tunaandika, sisi tulikuwa tunaandika yote mliyokuwa mnayafanya. Kwa hiyo amali zetu na maneno yetu yote yanadhibitiwa na kuandikwa, mtu atalipwa kulingana na vile alivyofanya, in khairan fakhairun wa in sharran fa fashar. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa taala pia ametuelezea katika Quran kwamba amali zetu zitapimwa siku ya Kiyama. Thawabu zikiwa nyingi zikiwa nzito katika mizani, mtu anakwenda peponi, na madhambi yakiwa mazito kuliko thawabu, mtu anakwenda motoni. Aadhana Allah wa iyyakum minan nar. Yaqulu Allah subhanahu wa taala, fa idha nufikha fi ssur fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalun